Samba, mfanyakazi wa magari yanayotoka Gongo la Moto kwenda Zingiziwa. Ah, changamoto ya hii barabara hasa kwa sisi watu wenye magari tunapata changamoto ya hii barabara mbovu sana. Unakuta magari yetu yanaharibika sana, hasa tunakata spidi magari yetu yanakuwa mabovu sana kwa sababu ya barabara mbovu, hasa sasa kwenye hiki kidaraja mara nyingi sana tunashindwa kuvuka. Mvua inaponyesha tunashindwa kuvuka, na wananchi wa huko Zingiziwa wanakosa magari pale mwisho kwa sababu magari mengi yanataka kugeuka pale mwisho yarudi Gongolamboto kutokana na barabara ya ukweli. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali tusaidie sana kuhusu hii barabara watutengenezee angalau hata wachonge tu barabara iwe nzuri tuweze kufikisha wananchi huko majumbani kwa. Hali ya nauli ikoje kipindi cha mvua? Hali ya nauli ni mbaya sana, kwa sababu ni nauli ni ile ile ambayo ni mia sita lakini kutoka hapa Chanika kuja Zingiziwa ni mia sita kutoka Gongolamboto elfu moja na mia moja Nauli haibadiliki ni hiyo hiyo, isipokuwa magari yanakuwa machache sana unakuta wananchi wanakuwa ni wengi sana pale Chanika.